Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuja hapa Karatu, aliahidi vitu viwili. La kwanza, kwa ajili ya kuendeleza utalii na kupendezesha mji wenu wa Karatu, ameahidi kuwekwa taa za barabarani kuanzia Mto wa Mbu mpaka geti la Ngorongoro lakini la pili ameahidi barabara kwa ajili ya kuingia kwenye mahoteli. Kwa hiyo mtakaa mpange mpango huo barabara gani. Hilo linatusaidia katika kupendezesha mji wetu wa Karatu ambao tukiongelea katika utalii, kwa kweli Karatu ndio kitovu cha utalii. Hii neema ya Mheshimiwa Rais ya kutupatia taa za barabarani na barabara za kuingia katika mahoteli. Na mimi nimekuja kwenu kuambia mambo mawili, katika kukuza utalii naomba sana madiwani, simamieni usafi. Usafi tupendezeshe, kuna maeneo smart area. Kwa hiyo nilishawaongea na wakuu wa wilaya zote ajenda ya usafi na kuweka utaratibu wa mfano wa kwenda kwa vitendo, kwamba siku hii tumeitenga tukafanye usafi. Lakini muendelee kushirikiana na taasisi zote, mamlaka ya Ngorongoro. Kimsingi mtu unaweza ukafikiri mamlaka ya Ngorongoro sijui wako wapi. Ni wako Karatu, si ndio? Eh, kwa hiyo muendelee kuwa na mahusiano mema nyie katika na taasisi mbalimbali iwe TFS iwe Tanapa e, wote mfanye kazi kwa pamoja kwa sababu uhifadhi ni wa pamoja e, nyinyi na wao watalii wao mnawapokea nyinyi e, kwa hiyo ni mahusiano hayo, kwa sababu nyie hapa ni kitovu kabisa cha utalii.